Mimi najua mumeamua kucha, kuchagua Karish ndio Kasongo na Karida wanasema wataiba kura yenu. Mimi nimekuja kusaidia nyinyi kulinda kura ya watu ya Momenje na mimi. Mimi Riggy G, mtoto ya Maumau, nitakaa hapa mpaka Karish atagaswe kama mjumbe wa Mbeere North. neguo neguo ni eti koraga guoya wewe, Kasongo, apana subua Karish, kuja shidane na rigijidi warika yako. Huyu mtoto mdogo, huyu mtoto mdogo Karish anawindwa kama mnyama roko, anapitia na helikopta huko juu, polisi wako chini, karida yako pande hii kai mwana mwara hetu tavi ya ya yeah? ara horona ndege akahorona gokothe rutwa gaita besha gokoita hiana besha ahora mwanawe wito nemokorogamanake nemokorogamanake wadi ya Nthawa imetoa wabunge ine, sindio? Wadi ya Evurore imetoa imetoa wajumbe tatu. Muminji, tangu uhuru, hamjatoa mbunge. Mungu kwa sababu Mungu halali, Mungu yule wa mbinguni amesema wakati ya Muminji kutoa mbunge ni wakati huu. Kwa hivyo watu wa Muminji, mimi nimetembea hapa, nimeaibika hapa, kazi ni mingi na Mungu amepatia nyinyi nafasi ya kupata mjumbe kutoka hapa akuje amsaidie. Kwa hivyo mimi naomba watu ya Muminji, kila mtu saa kumi na usiku mkuwe kwa raini, mpigie huyu Karisi, mtatokea nemoka umera.